Kwa hapa tunamtaka, tunamtaka wa rasu, wa rasula ila ahli Sukuma apatikane hapa, wa rasula ila Masai atoke hapa, wa rasula ila Mang'ati atoke hapa, wa rasul. Hivi ndivyo ambavyo tunavyotaka, hakuna kucheza. Zahmidi TV. tunafurahi sana kukutana na, na mtu pekee ambaye ameamua kuja kuelezea dini huku vijijini. Na nimefai na nimesilimu tume, tumekuwa kama watu watatu tuliosilimishwa siku hiyo, na hata juzi tulipopata taarifa ya mkutano tumefurahi sana kuja huku kuambia ndugu zangu Waislamu kwamba

Hawa wote hawa wote wanakusubirini nyinyi. Halafu linakuja somo unaamua ulale, unajiona uko huru, kama umekuja huku kwa bahati mbaya. Naim! Wallahi naapa, kila mmoja aliyoko hapa atakuja simamishwa na Mungu kuulizwa, bahati hii aliyopewa. yauma yaadhu dhalimu ala yadayhi, siku hiyo dhalim Aliyefanya, aliyechukulia mchezo atang'ata mkono badala ya kidole. Idhil qulubu ladal hanajiri qadhimina ma lidhalimina min hamimin wala shafi yuta. Mungu anasema hofu hata mimi nitakuwa miongoni. Ndio maana nimeamua nizungumze haya, ningetaka ningezungumza mazungumzo ya kawaida kawaida, nikawapaka mafuta kawapeti peti, lakini najiandaa kwa siku hiyo. Jamani, hao watu mnawasikia Mubarak? Hebu naomba kuna ile nyingine ambayo niliyokwenda kule mwisho mwisho mwisho kabisa pale ule msikitini, akasema juzi kafa kiongozi wetu, mngekuwa mmekuja nyie angekuwa kasilimu. Amezikwa tukatupwa, sijui mko wapi nyie. Kwa hiyo jamani, mmeambua mjiandae na, na waandaeni kwa kazi kubwa ambayo inawasubiri, sio kucheza kila mmoja awe kama ubeti usemao walijiddi auqatun walilhazal mithluha walakinna auqati ila aljiddi amyalu. Mchezo, mchezo una wakati wake, lakini umadhubuti nao ndio una wakati wake. Walakinna auqati, lakini zama zangu mimi, ila aljiddi amyalu, zama zangu mimi katika yale mambo madhubuti na umakini na mpenda mili zaidi huko kuliko kwenye mchezo. Mnasubiriwa jamaa, msijisahau, kiama kinawasubiri. Unaona raha kukaa bila kutekeleza jukumu yako? kaifa yalidhul aisha man kana aliman ana almanaya baktatan satuajilu fayakhudhu llahu fayakhudhu minhu Allahu dhulmahu liibadihi wayajzihi bilkhairi alladhi huwa fa'ilu. Vipi, waona raha maisha, hali ya kwamba wajua wazi kwamba ghafla Mungu atakuja toa roho yako, na kwamba Mungu atakuja asimamishe akuulize dhulma zako ulizowadhulumu watu Jamani, naombeni mi siwapake mafuta. Mungu atakuja kuwauliza dhulma, kwamba mmekuja kuchukua elimu halafu hamkuifikisha wamangati. Mimi nimekwenda mahali Tanzania mwaka elfu mbili na nane, nimekwenda sehemu. Nilipokwenda katika hiyo sehemu, nikawakuta wasukuma wa wasukuma wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa wavuvi siku ya tarehe nane. Kumbe ndoa zao wanavyofanya ni kwamba kusiku hiyo wanatoka wasichana wanakuwa katika uwanja alafu msika mmoja anaambiwa kimbia, afu akishaanza kukimbia, basi wanatokea vijana wanamkimbiza, atekempata ndio mumewe. Na wako Tanzania, nani wa kuokoa kama si wewe? Wallahi kama nakuona siku ya Kiyama hutuba hii yarudisha tena mbele yako Alafu malaika wanakuangalia, umefanya nini, utakuja ulizwa. Kwa naomba msicheze hata kidogo, hakuna mchezo hata kidogo, hata chembe hata ukicheka huo umecheka tu, kama alivyosema yule mshairi lakini una mawazo mazito yamekubamba ku, anasema: yadhununi mayarani dahikan jazilan anni khaliyun wa hammi baina adlai <coughs> ananidhania yule akinionaye nacheka kwamba niko madhubuti kweli ngangari kwamba sina jambo linsumbualo, hali ya kuwa kwamba mbavu zangu zimejaa mawazo. Nitakuja simama vipi mbele ya Mungu kujibu juu ya wale wote ambao Mungu kanijali, nilitakiwa nikafanye kazi za, za kazi hii ya Mungu lakini sikuifanya. Kwanza mnatakiwa mchukue elimu kwa dhati hapa, sawa? Moja. Pili, mna jukumu kubwa la kwenda kuifikisha kule. Mtume alipokuwa katika kipindi hiki akiwa anachukua elimu kama hii aliambia kum laila illa qalila nissahu au inqusu minhu qalila au zid alaihi warattil quran tartila inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Nyie ndio wakucheka nyie, hamtaki hata mcheke, nyie hamtakiwi hata. He, huo mpira chezeni na jenzi, nimekuja nazo lakini <laughs> ni kwa sababu ya kutaka kutengeneza miili ikae vizuri, kwa sababu miili ikakaa vibaya, hata hiyo kazi ya Mungu kuitenda itakushinda. Lakini nyinyi mna jukumu zito sana. Hawa wote siku ya Kiyama, ile clip, yani yule mtu, mimi nililia siku hiyo, nazungumza na huyu baada ya kusilimu. Mungu alinijalia nimsilimisha, Mungu alibahati kanipa, si ujanja wangu nimemsilimisha mimi. Tena niwaambieni, naomba niwaambieni kilichotokea Nilikuwa na kijiji mekisilimisha cha Kimasai, lakini kilipoona mimi nawapenda sana wale Wamasai wa kijiji kile, wakadhania kwamba wanaweza kunchezea, wakaanza kunchezea chezea. Ukiwambia hivyo hawafanyi vizuri. Nikamwambia kijanangu, nitafutie chaka la Wamasai nisio wajua, leo nakwenda kwao wa. Ndio akanitafutia chaka hilo, ndio nikakutana na huyu akasilimu na watu watatu kama alivyoeleza. Hivi sasa pana chuo, pana msikiti pale. Kwa hiyo, yani jambo ni muyasar. Jamani, sisi tunaona manabii wana, wana, wana, wamependwa sana na Mungu ndio, lakini Mtume alisema uluma, ulama ummati umati, kaambia Bani Israeli. Maana yake nini? Sio kwamba unapewa tu cheo kile cha kwamba, kaambia Bani Israeli, yani kiwepesi bali fanya matendo ya manabii utakuwa nabii. Zahmid TV.